na kumuumiza kakata sikio na hatimaye mwili wake tumeupata ukiwa umefariki. Huyu huyu bwana alikuja kufanya kazi za mashambani kama mnavyoona mashamba haya. Sasa kijana, katika majira ya saa moja na nusu, akakutwa na watu wanne kufika wakawavamia, lakini huyo mwarehemu akuwa peke yake, alikuwa na, na, na, na, na, na shemeji yake sasa ndo akamhoji ule shemeji yake, wewe unaitwa nani? nane unakaa pelo la nguru. Sasa basi watu na shida, kwa hiyo pale pale wakaanza kumpiga huyu shemeji yake, akauliza kwa nini mnampiga? Akasema nataka ujue huyu anatembea na mke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 Watu watoe ushirikiano, hayo watu watafutwa na wakamatwe.